kuru imeashiria kuongezeka tena kwa ufanisi kwa aina mbili. Moja, ufanisi ndani ya TAKUKURU yenyewe. Miaka mitano sita iliyopita, taarifa hii ya TAKUKURU ingekuwa ina vitu vingi vya kuulizana ulizana mbona mbona mbona. Lakini taarifa hii imeonesha kabisa kwamba TAKUKURU sasa wanafanya kazi, wamepunguza mapungufu yao na wanafanya kazi kuendana na taratibu wanazotakiwa kufanya kazi, na ndio maana wameweza kuona yote haya na kuyafanyia kazi. Lakini la pili, taarifa ile imeonesha kukuza ufanisi ndani ya taasisi zetu za umma, na ameonesha comparison mwaka huu ilikuwa hivi, mwaka ulikuwa hivi, lakini pia kuyanyanyua Tanzania kutoka nafasi iliyokuwepo kwenye mapambano dhidi ya rushwa, na kupanda juu kidogo, lakini tumepanda, na hii ni ishara kwamba kazi nzuri inafanyika ndani ya taasisi zetu.